Katika kipindi hiki cha miaka minne hii matumizi ya mziki wa singeli imekuwa kwa kiasi kikubwa sana, na ni mziki ambao umeweza kutembea sio tu Tanzania bali mpaka nje ya nchi, na wasanii wetu wa singeli wametumika katika matukio mbalimbali mbali ambayo yameweza kuwapelekea kuwapatia vipato, na sasa hata wizara nyingine na taasisi nyingine zimeanza kutumia mziki huo na wasanii wetu kuhakikisha kwamba wanatekeleza yale ambayo idara au taasisi zao au wizara zao zinatekeleza. Na hapa niseme kwamba KOSOTA kwa imeshirikiana kwa karibu sana na wadau wa Singeli wakiwepo Uswazi Got Talent, lakini pia na mwanzilishi wa Kado, Kandoro Baba Entertainment, yani chini babchini ya meneja Kandoro. Uwezi kutaja Singeli ukaacha kumtaja meneja Kandoro, lakini pia kituo cha redio cha EFM na kituo cha TV cha EFM kupitia kipindi kinachoendeshwa na bwana Samuel Love ambaye wengi wetu tunamfahamu kwamba yeye ndo amepromote sana mziki huu wa Singeli na kufikia hapa ambapo tupo akiwepo na mwenyekiti wao ambaye ni Majay. Na usajili wa kazi za hao niliowataja wa kwenye mziki wa Singeli umekuwa kwa kiasi kikubwa, na elimu kuhusiana na mziki huo imekuwa na wameanza kunufaika katika masuala ya miraba, na tunaamini tunapoelekea mziki huu utakuwa sana na utaweza kuwanufaisha zaidi.